Yule pale ni God bless Lema, mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, akiwa analifuata gari la polisi. Hebu tazama tuone hapo nini kitatokea. <tos> <tos> mtazamaji wa Wasafi Media, naona Lema ameenda kuzungumza na maafisa wa jeshi la polisi ambao ndani. Mwandishi wa habari ngeni ndani, ngeni ndani, msei mtambo wenu. Hello. Jamani tulieni tulieni! Lakini kwa nini tunapigwa mabomu kwenye ofisi? Kwa nini mnatufanyia hivi? Sisi ni Watanzania au sio Watanzania? No no no, no. Kwa sababu sikiliza, wewe ni kiongozi umekuja hapa, sisi tuko kwenye ofisi yetu, mnapiga mabomu, mna haras. Tuna haki zote za kuzungumza na Watanzania katika nchi. Kwa nini nchi, kwa nini mnatufanyia kwamba hatutaki kukaa kwenye ofisi yetu. Sasa, sasa mimi naweka kama ni hivyo, kwa kwenye ofisi, kama ni hivyo, kwa nini hiyo ni rais? Sawa, rahisi sawa anahitajika sijui ni nani kaimu, unahitaji uongozi wote wa nchi nzima tu hata walioko. Ndugu waandishi wa habari, naomba nimkaribishe mkurugenzi wetu wa habari na uenezi, Bi Brenda Rubia kwa ajili ya kuweka wapeni introduction kwa ajili ya presidenti. Karibu. Asanteni sana ndugu waandishi wa habari. Uh, tumeita press conference saa tano asubuhi hapa hapa maa, mwe, ili makamu mwenyekiti wetu taifa azungumze na Watanzania pamoja na waandishi wa habari kuhusu hili jambo letu lililotokea jana na kuhusu no reforms, no elections. Karibu makamu. Ndugu waandishi wa habari na ndugu Watanzania, tumewaita asubuhi ya leo kuzungumzia tukio lililojitokeza jana Mbinga, ambapo mwenyekiti wetu wa taifa Mheshimiwa Tundu Lisu alikamatwa kinyama kabisa, na mpaka sasa hatujaambiwa yuko wapi. Hakuna anayejua kutoka kwenye chama chetu wala uongozi wetu kwamba mwenyekiti wetu yuko wapi, tofauti na taarifa ambazo tunapata. Na baada ya Mheshimiwa Tundu Lisu kukamatwa, mmeona yanayoendelea. Polisi wanafanya harassment, wanapiga mabomu maeneo ya ofisi yetu hapa, nyiwe wenyewe tunafanya hapa, mnaona macho watu wana, wanatoa machozi kwa sababu ya polisi kupiga mabomu kwenye ofisi hii, lakini vilevile pale uwanjani uwanja wa Matarawe ambapo tunakwenda kufanyia mkutano eh, polisi wanapiga mabomu pia. Sasa nina mambo nina keynotes ambazo nitazungumzia, cha kwanza mawakili wetu ndani ya, nje, ndani ya nchi na nje ya nchi akiwemo Robert Amsterdam ambaye atashughulika kimataifa, ameshapata taarifa kamili ya kwamba mwenyekiti wetu amekamatwa, na yeye ataanza kufanya kazi kimataifa. Na tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha inafuatilia nchi hii na kufuatilia kinachoendelea Tanzania kwa karibu kabisa. Kwa hiyo, kwa upande wa kimataifa wakili Robert Amsterdam na wengine ambao wako nje ya mipaka ya nchi yetu watafuatilia na kwenda kwenye maofisi mbalimbali mbali ya kimataifa kwa ajili ya tukio hili. Lakini ndani ya Tanzania hapa tunapozungumza wakili Kibatara, wakili Deogratias Mahinyira na mawakili wengine ambao wako Dar es Salaam wanafuatilia jambo hili. Kibatara yuko hapa na baadaye atazungumza na waandishi wa habari pia akiwa mahakama ya eh, hakimu mkazi nafikiri mkoa wa Songea. Sasa kuna mambo ya kuzungumza hapa. Hatutatoka hapa bila kuzungumza na waandishi wa habari kwa sababu hauna haki ya kutuzuia Afande Matemu, kitendo cha kumshikilia mwenyekiti wetu na viongozi wengine ni kitendo cha kulaaniwa kwa nguvu zote. Ni njama za kuzuia Chadema kuwaeleza Watanzania jinsi ambavyo Samia na serikali yake ya CCM wanatengeneza mfumo wa kuiba uchaguzi na kusababisha utapanyaji mkubwa wa rasilimali za umma ambazo zinatumika kwenye uchaguzi ambao sio uchaguzi.